E, bana mambo vipi bana, karibu sana katika bondesi letu leo. Kwenye bondesi letu leo tutakuletea football mind ambao utazungumzia mchezo wa Dar es Salaam Young Africa pamoja na Fountain Gate. Matokeo yalimalizika kwa Young Africa kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Young Africa alifanikiwa kumiliki eneo la kiungo walimiliki mpira, walifanikiwa kuamua tempo ya mchezo huku Fountain Gate nao hakupata nafasi ya kupanga mashambulizi. Young Africa aliingia na sanaa ya mchezo wa kukabia wa juu, ambayo uliwafanya Fountain Gate kupoteza mipira karibu na eneo lao la hatari, huku washambuliaji wa Young Africa Pakome pamoja na Dube walitumia nafasi vizuri ambayo iliwafanya kuwatanguliza Young Africa na kupata pointi tatu muhimu. Young Africa alifanya transition kutoka nyuma na kwenda kushambulia kwa haraka zaidi, huku wakiwapita wachezaji wa Fortengate ambao walichelewa kurudi kwenye shepu yao ya ulinzi. Tukiangalia makosa ya ulinzi ambao Fortengate waliwafanya, ambayo yaliwagharimu kupoteza pointi tatu muhimu walikuwa wanajipanga vibaya katika eneo la nyuma la ulinzi ambao walifanya makosa madogo madogo yaliyosababisha Yanga Afrika ayatumie na kupata pointi tatu muhimu. Kwa kifupi, Yanga Afrika alifanikiwa kupata pointi tatu dhidi ya Fontgenti kwa sababu alifanikiwa kumiliki eneo la kati, alikabia juu na alikuwa na finishing kali ambayo ilimpa matokeo aliyostahili. Huku Pontengeti walipoteza mchezo kwa sababu ya makosa madogo madogo ambayo yaliwagharimu sasa eneo la nyuma. Asante.